Sasa hapa penye tumefika hapa ndio msitu kamili penye kuna maji yenye litokea maji, inatoka hapa maji ya uhai. Hata, hata, hata ukiwa mgonjwa, unaweza tumia hii maji, na watu wa kanisa wanaita ma, maji ya baraka e. Sasa maji ya baraka iko hapa inatekelezea, na nitawaonyesha inatoka aje, na hii milima inafikia, sijui sijui hii sasa ni kilomita ngapi? iuonesheu ni mbali sana sana sana sana. Sasa iini maji natoka chini. Sasa inasemekana ukifika hapa Unatoa viatu, unatoa viatu. Ukishatoa viatu lazima ujisafishe kidogo, ndio ufike pale. Baridi. Hii maji ni moto, ile moto ya friji, ilimo ili moto ya jalango ile moto ya jalango ika ile maji moto ya baridi. Sasa moto ya baridi ndio hii. Ile maji moto ya friji ndio hii hapa, alafu inakuonga tao kuambia hii inaosha inaosha, adika swede kaswede inatoka kugunaikaaa inaenda mbio. Sasa najitibu hapa, sasa unaniangalia, auja comment, aujaweka like, sasa sasa, auja subscribe Haujashare hii video, sijui sasa unawatch hii. Sasa wacha nikwambie, unaona hapa zigoti hapa, kuna hata wenye wanakujanga hapa kufunga ha? Yani kufast, wanakujanga hapa kufunga, kufast, kufanya maombi maizo hata kama wagonjwa wanaleta hapa, wana wanaombea hapa na wanapona hapa. Ni wale watu wa Legio Maria wanakuja anza kuomba. Hata kama uko mbali ama uko uko juu uko wapi, unasikia tu sauti yao niga mare aponaamajaawe umorigiyesunatini jae

tukisikia vizuri, chanzo cha hii ama mwanzo wa hii pahali, ukiangalia hivi juu utapata kama kuna majina mengi yameandikwa hapa. Sasa venye ilianzishwa, ilikuwa desturi, ukikuja hapa lazima uandike jina lako ndio unakaa kama, kama mwenyeji. Sasa ama jina lako sasa inaandikwa pahali sasa, sijui ni kitabu ya uzima, bado hatujui ni nini, lakini imekuwa desturi, ukifika hapa lazima uandike jina lako ndio uhesabike kama mtu amefika hapa. Sasa hapa ukifika lazima uweke jina lako. Mimi yangu niliweka hapa kitambo, sijui niliweka wapi. Sasa hebu tufike pale tuangalie ni majela ya nani, kama yako hapa hap sasa leo, leo ni Sunday. Ukiangalia hapa tu vizuri, ukiangalia hapa vizuri, utaona kama kuna mishumaa zilichomeka hapa. Ni kama Friday walikuwa hapa wakalala oleta kwa jana hapa, maombi yenye ilifanywa hapa ilikuwa taribindenja sasa. Sasa ukiangalia vizuri utaona majina majina zimeandikwa hapa. Sasa sijui niitane, niite roll call ama nifanye aje? kuna hapa Steve Steve Kanga, ukisia jina lako kaunasema present. Irene Atieno, Jane King, William, uh, Lynn Otieno pray for, pray for what? Lynn Otieno B, pray for me. Huyu Lynn Otieno amesema tumuombe. Baba, katika jina la Yesu naomba ubariki Lin Utieno, chochote anachohitaji, chochote anachoitaka kwa maisha yake apokee kwa damu takatifu ya Yesu Kristo. Amina. Sasa hapa kuna Dennis, kuna Chris, kuna hiyo haionekani vizuri, ni majina imekaa sana, na wote kuna wenye hata wameandika na makaa. Mmoja aliandika kitabu mwingine haya, akaandika juu yake, mwingine akaandika ya juu yake. Sasa hapa unaweza pata imebeba majina kama 20 ama 35 kitu kama hiyo. Sasa mtu pia amekuja hapa na joku zake, amandika hapa inda, oh Linda <laughs> oh Linda, naona l hapa Linda. Sasa muombe Linda pia alafu hapa pia kuna kuna Rogers, kuna Rogers, kuna Mike, kuna watu wengi hapa. Sasa sijui umesikia jina lako ama hujasikia. kuna Desmond, kuna Kevin, kuna Yunis, kuna Veronica, kuna Kena hapa kuna Regan, kuna Regan wudo seme, Regan wudoseme mair janabi Regan wudo seme japolo nyingi ni ka anenigi kumabor mmekuona kwa umbali sana kama sukari ya wenye wako na pressure najua wenye wako na pressure wanaonja tu sukari kwa umbali hata kama ni chai ni kidogo tu Alright, my esteemed viewers sasa hapa tuko sigoti nadhani mnaona vizuri amani hapa dawa inatiririka tu maji yatiririka sasa iko hapa ile unasikianga Wakatoliki wakiimba, uninyunyizie maji, ni Wakatoliki na wanalejo Maria huwa ndio huwa wanaimba hilo wimbo eh? Uninyunyizie maji Bwana, uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakase Bwana.

Mashetani yanayo nitembelea usiku, mm, ndoto mbaya ya kishetani iende mm? Fikra mbaya, rushwa hii, sasa inaenda. Aya mbego, Mungu nisaidie, nipate mapasha kama tatu hivi. Amina. Hiyo hiyo, nimepokea. Wewe unacheka lakini mimi nimepokea. Sasa niambie wewe unataka nini? Nikuletee dawa takatifu.